Vicent Jafari mwenye umri wa miaka 21 mkazi wa mtaa wa Mwambenja kata ya Iganzo jijini Mbeya ameuawa kisha mwili wake kuchomwa moto na wananchi waliomtuhumu kwa wizi katika mtaa huo. Mwenyekiti wa mtaa wa Mwambenja Boniphace Syadala amewataka vijana kuachana na vitendo vya wizi. cha kufanya tujitahidi kulinda kwa pamoja, kila balozi vijana, anajua mnatoka balozi mbalimbali, mjitahidi kujiorganize, yani kujiunganisha mnaweza mkaa tano sita hivi mkafanya hiyo kazi, na mimi niisha ahidi niletee mwizi uliyekuwa na ushahidi wake, zawadi yako hivi. Nisaidie mwenzenu, kwa sababu hii hali imekuwa tete, hakuishi siku bila kusikia wamevunja huku, wamebomoa huku. Nnapata shida, kwa sababu inaonekana nimeingia kipindi kigumu, japo ni swala la mji mzima. <laughs> Nasikia jamani, mtaani wa kwetu, tunaoumia ni sisi. Tusianze tena kusema ah, ni mtoto wa jamaa yangu oh, ni mjomba wangu. Hapana, kama namfahamu mwizi, weye nipenyezee kimya kimya pale, njoo ofisini pale, lete jina, mimi nitaliandika, huyo mtu atafuatiliwa mdogo mdogo. Kwa upande wake, diwani wa kata ya Iganzo Daniel Mwanjoka amesema marehemu alionywa mara nyingi, lakini hakuwa msikivu, hatimaye kukutwa na mauti. Vijana, tutafute kazi za kufanya tusipotafuta kazi ya kufanya matokeo ndio haya. Wala hapa hatuna habari ya, ya, ya, ya kupepesa macho kufanya. Ni kijana tunamfahamu, ni kijana wetu, tumeisha mwonya mara nyingi, tumeisha kataa, haikuwa inasikika. Tabia za kuwafanya watu wanalala hawalali wanunue TV zao matokeo ndio haya. Naongea na nyewe vijana, ninasikia naomba tusaidiane, haya maumivu tunapata wote. Kwa hiyo sasa Naye polisi kata wa kata ya Iganzo, mkaguzi wa polisi Mwalukasa ambaye ndiye mlezi wa kata ya Iganzo amewataka wananchi kuacha tabia kujichukulia sheria mkononi. Jamani, tusaidiane katika hilo, tusichukue sheria mkononi. Mwizi akikamatwa akamatwa na apelekwe polisi. Tunategemea msaada mkubwa kutoka kwenu kukabiliana na matukio ya kihalifu kama haya. Hiyo ndio polisi shirikishi, polisi jamii. Tunaposhirikiana kwa mtindo kama huo, inakuwa vizuri lakini tusivuke mipaka tukachukua hatua za kuwachoma moto na kuwakwa, kuku, kama kitendo kilichotokea hapo. Tuwakamate sawa, lakini tuwafikishe vituo vya polisi. Tumeelewana jamani? Ndio, yeah. Eh, yeah. Ndio, lakini kingine tushirikiane kuhakikisha doria zinakuwepo kila wakati hapo, ili nalirudia mara kwa mara, kwa sababu wizi umekuwa ni mwingi. Tushirik... kila sehemu huku ukienda wamevunja huku wamevunja, lakini hao watu Nyiye mnawafahamu kwa mfano kama huyu huyu, watu wanamfahamu hapa, ila hamna mtu anayeweza kusema ah, mimi namfahamu. Kila mtu anakaa kimya. Hili ni tukio la pili katika kipindi kisichozidi mwezi mmoja kwa watu kuuawa kisha kuchomwa moto kwa tuhuma za wizi. Nikiripoti kutoka Mbeya, Jacqueline Mwangama, Kusaga TV.